wanandoa wameshauriwa kudumu katika hali ya umoja upendo na amani siku zote hadi kifo ili kujenga familia zenye baraka kwa Mungu aliyeagiza kudumu katika upendo. Wito huo ulitolewa na Askofu Profesa Mozesi Masamba Nthukah Dean ACK na askofu wa dayosisi ya Mbeere katika ibada ya kumbukumbu ya Mwalimu Mathew Nyaga Manyaki iliyofanyika Jumamosi tarehe 17 Mei mwaka 2025. Beatrice Nyaga di kera kukuma mbori le dimu Nigo wega na ae na nyomba embo eh, Kwe kiti andaye kama kwanja na ae buwale Nanoa mbori ye na atiwa nao Nanoa kwiri wa atiwa na mwadhani Nene tuwa wawaire ba mirega wakana nduenge Nige atato dira maadhiu Atato dira kumuiga nige atato ambiri kwe ya kwe bariria kumuma kari ya Kwa kiti kiu ni kiaro Ya okoro wangagia mbodhirete Okoro watu menyanete nawe na wae natukateana na na ibada hiyo ilifanyika nyumbani kwa mwalimu Mathew Nyaga Manyaki Gachoka Embu, nje ya jengo dogo lenye kaburi la kumbukumbu ya kuzaliwa na kufariki kwake na kuhudhuriwa na mamia ya watu wakiwemo wanafunzi waliowahi kufundishwa naye pamoja na watu waliomfahamu mwalimu Nyaga na nake vau nkihira kithoma and i'll tell you training and teaching continues to date na majority of my former classmates ni igiririkana mwarimu mathio acio nime mari arimo mambere kithuthire na mari taa cionereria sieto tukithoma role models niu athomithirie mwakwa 1956 uria nyangwa riu nikuo namwithiria naari mwalimo wa mwiritu na gutiari mwarimo wingi wa mwiritu mbere ngima kuma kuri evurae na ndawa na makuni ino gutiri mwarimo wa mwiritu lakini also something different from malim akanifunza tabia ingine yakuwa mtu mpole, kumbe jamii inaweza endeshwa na nilipochukua bibi yangu hapa nika. Mama wa familia hiyo Mheshimiwa Beatrice Nyaga mjane wa mwalimu Mathew Nyaga Manyaki alisema walikutana na mumewe miaka mingi iliyopita na kuanzisha familia ya pamoja ambayo ilitawala baraka za Mungu mtolelo wako na mwalimu maio anandojaarekan atiaiwavanwagilawetanaae

ni mwarimu majunyaga ku uria witagwa nyangwa na mwarimu wingi makuvikania Mheshimiwa Mruki Nebat Benard mbunge wa Mbere hous. Licha ya kueleza washiriki wa, wa ibada hiyo shughuli za maendeleo, pia alitumia nafasi hiyo kuzungumza jinsi alivyo mfahamu Mwalimu Nyaga. tutira mathi aria wa kanitha munduuria waigusa akiuo kia ngai na akoragwa vana mundu wathondeka wa, wa, wa, wa nyomba yake mucingire wethi wethiga atwana kungigauka marurume mavana atia makabora nyomba iyo na ndikagwa bwana yesu acithiwe ngamutiana nyomba ya mathio tondo amiakire mucingire mwega wethiga Mwalimu Mathew Nyaga Manyaki alizaliwa Agasti mwaka 1928 na kufariki dunia tarehe 9 Mei mwaka 2010 akiwa na miaka 82. Mkewe, watoto na wajukuu wanasema bado wanamkumbuka kwa kuwa alikuwa mtu muhimu katika familia yao ni uh, la we, we live kiarifu kutoka hapa nyumbani kwa familia ya mwalimu Mathew Nyaga Manyaki, Gachoka Embu. Jina langu naitwa Michael Woga.